Ukiachana na klabu ya Simba kupitia wakati mgumu sana wakati wa makocha. Hivi sasa ni tetesi za kocha mpya ambaye anatua katika klabu ya wekundu wa Msimbazi a Simba. Kocha huyu ambaye hivi sasa tetesi hizi zinasemekana atatua e, mwishoni mwa mwaka huu ambapo hivi sasa mchakato unaendelea kwa ajili ya kuweza kumnasa kocha huyu mpya ambaye anatarajia uh, kuja kujiunga na klabu ya Simba baada ya Selman Matola ambaye yeye hivi sasa timu iko chini yake, na yeye ndiye kocha mkuu kwa hivi sasa, ambaye anaiongoza klabu hii ya Simba. Kwa hivi ni mchakato wa muda mrefu ambao unaendelea katika klabu hii ya Simba bado e, inatafuta kocha wa kudumu ambaye anaweza akakaa kwa muda mrefu zaidi akishikilia e, klabu hii ya Simba na kuweza kuipatia matokeo e, mazuri. Kwa hivi e, sasa Simba imekuwa na matokeo mabovu sana, na baadhi ya mashabiki wakizungumza kwamba Uh, kati ya uongozi ambao upo ndani ya klabu ya Simba una dosari kubwa sana hawa, hususan uh, wamegusia sehemu ya uh, mwenyekiti ambaye yupo Mangungu, lakini pia hawajeshia kwa Mangungu, wamefika zaidi hadi kwa uh, kocha huyu mkuu ambaye ni Suleiman Matola ambaye hivi sasa anaiongoza klabu hii ya Simba baada ya kuwa kocha msaidizi kwa muda mrefu, lakini baada ya kuondoka kocha ambaye alikuwa anaiongoza kwa muda huu ambao umepita ni Pantev, lakini hivi sasa Simba imeamua kuwa na kocha mkuu ambaye ni Suleiman Matola. Kwa hivi ni mchakato ambao unaendelea hivi sasa kuweza kumnasa kocha mpya ambaye atakuja kuiongoza klabu hii ya uh, Simba. Ni kukumbushe mdau wa soka wa chaneli hii, kama bado hujabonyeza maneno ambayo yanasomeka subscribe. Akisha umebonyeza maneno hayo, ili basi uunganishwe nasi kwa kuwa mwanahabari mkubwa na ili uweze kupata taarifa mpya ambayo itakuwa inajiri kila siku ndani ya chaneli hii. A, basi moja kwa moja basi ni tetesi hizo za soka ambazo tuko nazo hivi sasa, ambayo ni tetesi kubwa zaidi, ni tetesi za kocha ambaye wamekuwa ni makocha mbalimbali ambao wanawaniwa na klabu ya Simba, moja kutoka pale South Africa, lakini mwingine um, kutoka pale Nigeria. Basi ni makocha hawa, basi yupi ambaye anaweza akashika eh, mikoba hii ya kuwa kocha mkuu katika klabu hii ya Simba? Kuhusiana na wachezaji, basi kuna baadhi ya mchezaji mmoja ambaye yeye amezungumza kuwa a, kwa upande wa wachezaji wao wako vizuri, lakini wanasubiri utaratibu kama timu ambao we, utatoa taarifa hizo za kupata kocha mkuu, lakini kwa wao basi wanaendelea na mazoezi kama kawaida lakini wamejipanga vyema kuweza eh, kuleta mabadiliko katika msimu huu unaokuja. Basi hakikisha mdau mtazamaji wa chaneli hii, basi umebonyeza maneno hayo ambayo yana wino mwekundu ambayo yako chini ya hii video yako, na ili kupata taarifa za uhakika zaidi za soka, basi hakikisha unafuatilia chaneli yetu ili uweze kupokea taarifa mpya ambazo zitakuwa zinajiri kila siku, lakini hizi ni taarifa za uhakika kabisa. Asante sana mdau mtazamaji wa chaneli hii.